Wewe. Yule amefuata nini hapa? Ni mara ngapi tumemkataza kaka yako kuja hapa nyumbani? Na wakati wewe ndio uliniambia kwamba kaka yako ni mbaya. Sasa unaweza kunieleza nini kafuata hapa? Hamna mume wangu, nilikuwa najaribu kuweka mambo sawa. Aisee mwanamke, unanishangaza sana. Ni mara ngapi nimekuuliza wewe ni kitu gani kinakusumbua, lakini umeshindwa kabisa kuniambia? Lakini leo hii unamwita kaka yako na unataka kumweleza kitu ambacho ungeweza kunieleza mimi. Kwa nini unashangaza sana? Unashindwa kuniambia mimi, mtu ambaye tunalala tunaamka wote, unakuja kumwambia kaka yako, lakini ile ni damu yangu ah. Ndiyo, damu ni nzito kuliko maji, na ndio maana sasa unachukua jukumu la kuongea na kaka yako na unaniacha mimi mume wako. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Unashindwa kuniambia kila kitu, mtu ambaye tunalala tunaamka wote, unakuja kumwambia kaka yako, na kaka yako yule yule ambaye ulikuwa unadai wewe ni mbaya, au sio? Wewe ulikuwa unadai kwamba kaka yako ni mbaya, nataka kuharibu ndoa yetu. Nisikilize vizuri kwanzia, sasa hivi ninavyozungumza, sitaki tena kumwona kaka yako hapa nyumbani kwangu. Na kama unahitaji kuzungumza naye zaidi na zaidi, basi nenda huko mkazungumze kwenu, lakini sio hapa nyumbani kwangu kila siku. Ni mtu ambaye unanivuruga wewe, mwanamke, kwa nini ah? hayo yote nimenataka mwenyewe nayi, unaweza kumshauri Kausa, kwa nini umenidanganya? Nimekudanganya nini Nyakao? nilikuomba nguvu nikaiteketeza ile kinga, lakini nguvu zangu zijafanya chochote kwa yule binadamu. Nimekupatia nguvu kama ulivyoniomba Nyakao. Sasa mi kosa langu ni nini hapo? Sawa Kausa. nimegundua kitu yote hayo atakuwa amefanya Maliki ya Kasuku ndo amefanya hivyo kunizuia mimi. Malikia Kasuku kwa nini akuzuie? Kausali nilishakwambia ile familia ni ya rafiki yake Kasuku. Sasa Nyakau, kwa nini usiachane na ile familia? Hapana Kausari, lazima niiteketeze ile familia, maana aliyenipa hii kazi ni Malikia Mdoli, alafu kuna mbinu nimeipata ili kutimiza hili. Kwa hili Kausali, tutaonana baadaye. <coughs> Pole sana Nyakau, huwezi kutimiza hili na umebakiza no muda mchache sana, maana Malkia Kasuku anajua kila kitu. Mwenyewe kuna kama ameniuzi kweli ya yani kusema ukweli. Yaani kabisa wanapanga tu mimi kunimaliza kweli. Asa ni mwakosi ya nini jamani? Yaani mina chofa mbibi. Matajiri ndo wala wanaandamwa kuuliwa. Hadi mi masikini kweli. Ah. Kweli binadamu wabaya. Kani za sasa hivi dunia sasa hivi wangali wa masikini ya mwangali tajiri. Wote kuisha. Aha. Kumbu yu ni nafikia. Sasa inabidi ni mwingie. Ili niweze kutimiza kazi yao. Sasa hapo nielekee wapi, jamani? Nirudi nyumbani nikamwone mpenzi wangu au ufanyaje? Na nikisema nirudi nyumbani, ule mwanamke alifukupona gubu yule. Pale kukaliki kusema ukweli. Hapo kuja niendelee tu kutafuta wateja. Ah, ilijua nao linawaka bwana. Mtu unaweza ukakata tamaa kurudisha mpira kwa kipa nyumbani. Na ukifikiria kurudisha nyumbani mpira kwa kipa, watoto watakucheka. Kuja ni ondoke zangu. Ah. Kwani huyu kijana ana nini? Ina maana nguvu zangu zimeshindwa kumwingia? Hapana, kuna kitu kimejificha kwa huyu kijana. Inabidi nimfuatilie nijue kiundani. Asamundo. Ah, Kwepi. Ili kwema kwa? Kwema. Upo kwele? Nipo. <coughs> Sasa ndo nini ndugu yangu? Tumepanga vizuri mi na wewe tuongee kuhusu maswala wa Aidon na mke wake. Na unajii hujatokea. Kwa ndugu yangu sitaki hata umtaje washeme yako Aidon. Yaani Aidoni sasa hivi kaa tambua sasa hivi ni jambazi. Yaani ni mwakuta chochoroni na kama mtu anapanga timi kuniua. Asina kitu gani ndugu yangu pekee anataka kuniua. Ukiangalia maskini ndio kwani anajikunguja kweli. Sasa unaona hayo maswala, hayo maswala inabidi tukae chini mimi na wewe tuongee, kwa sababu so, mimi mwenyewe siwezi nikamaliza kukaa chini mimi na ndugu yangu kwa sasa hivi uongo, kwa sababu kichwa changu mimi sasa hivi hakipo sawa hata kidogo. Nina mawazo kweli, yaani ukiachilia mbali ubaya wataka kunifanyia kuna Idoni, na leo nimepigwa simu kutoka, ame, fiwa, na ndugu zangu kutoka Kenya wamefiwa na kiongozi wao, yaani hapa kwenye akili yangu haipo sawa kabisa ni. Kwa hiyo hata sipo sawa. Acha tu niondoke. Nitakuja kwako siku nyingine. Ehe, ah, alafu nimekumbuka. Ndugu yangu basi kama una mia tano nisaidie basi nikanunue ni hata maji. Maana nimelia kweli kweli mpaka koo nimekauka hapa. 500 <coughs> hapa sina <coughs> Eh, ndugu yangu nimekuambia na taarifa hey, ya msiba mshindo kulipa 500 kweli. Sasa nikama kama nikikwambia nataka hela lambi lambi utalipa kweli wewe.

Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. <tip> samane Inaonekana we ni mgeni mtaa huu, eh? Ni kweli hujakosea, ndio mi ni mgeni. Ni kweli maana mimi ni mwenyeji wa muda mrefu kidogo, lakini sijapata kukuona hapo kabla. Kama utuja, naweza kuniambia naitwa nani? Naitwa Kauthar. Aho Kauthar, una jina zuri sana sasa. Naona umesimama tu hapa, kuna mtu namsubiri au kuna sehemu unaelekea? Ni kweli kuna sehemu nilikuwa naelekea, lakini nimechoka, nikaona nipumzike kidogo. Sawa basi. <laughs> kama hautojali naomba nikusindikiza na unapoelekea. Hapana Waidon, utanisindikiza siku nyingine. Jamani. <gasps> Ah, kanijuaje huyu? Yani, katai jina langu tuwaido. <sighs> Lakini sishangae sana kwa sababu mimi ni mwenyeji wa muda mrefu, labda pengine kalitafuta jina langu na kalijua. Tazama alikuwa mzuri, yaani kwa jinsi yule msichana alivyokuwa mrembo. Ajabatika kukutana na kamu, kwa sababu akikutana na yule ndugu yangu, namjua vizuri, hawezi kumwacha. <laughs> Nitamwabalisha nikimuona. Je, yeah, maji nashindwa kulala dalali. Ndio chumba gani kile? Unaweza kuishi mlee wewe. Sikio ndio naku ni kwambie. Haju katika siku ya leo mimi sijisii kabisa kuongea. Maana yake akili zangu haziko sawa hapa. Wewe unaniambia unataka chumba cha bei gani? Nilitaka chumba cha elfu kumi na tano. Unataka chumba cha elfu kumi na tano. Na mimi nilikwambiaje? Chumba cha bei rahisi, usitegemee utakaa pazuri. Nilikwambia ongeza hela, ukae sehemu yenye hazi. Hasi, una elfu kumi na tano unataka ukae sehemu na panga boyu. Rudi una akili kwetu vizuri wewe hata kama dalali, chumba kinajaa maji, chumba hapalaliki kile chumba, unaweza kuingiza wageni kile chumba, unaweza kuishi kuna utofauti gani na kulala nje kwenye kile chumba? <laughs> shida yenu nyinyi watu wakuja, mnapenda sana vitu vya bei rahisi. Labda nikukumbushe tu vizuri, siku zile nilivanda na wewe, nilivyokuonyeshea ile mazingira, nikakwambia kabisa, hii sehemu kipindi cha masika hapa ni mtodi, na wewe ukaniambiaje? huu huko mtoni sisi tulipotoka mbia vitu kibao tushaizoea. Naweza nikaishi nayo. Sasa sa hivi mvua zinavyoandama kama hivi unavyoanza kuelea kwenye goloro lako unaona sabuni na makosa. Ni makosa gani? Kunipakia chumba kinajaa maji. Yaani chumba nashindwa hata kulala dalali, umekula hela yangu chumba kinajaa maji, haya naishije mimi kwenye ile chumba. Unaweza kuishi mlendani, wewe. Ndio hivyo hapo, uelewe. Cha bei rahisi kina samani hiyo. Ongeza dau. Tukupeleka sehemu sasa, zenye azi. Kama una elfu hamsini hapo, nikakutafutia chumba kizuri kabisa, ila cha elfu kumi na tano hicho. Mtafute dalali mwingine yoyote, lazima takupeka kwenye madimbwi, na hapo shukuru pale pale. Kidogo maji yanafikia hapa, lakini ukimkuta dalali mwingine unafushwa hapa, nakwambia. Maji yamekufunika. Maji yamekufunika tena, unishukuru kweli kwelikweli, na usinisaulishi sasa. Tambua siku zile hujanimalizia hela yangu ya udalali. Naitaka hela yangu sawa. Tena leo umenikuta nimeamka vizuri kweli kweli, sitaki maneno. Lakini ungenikuta nimeamka vibaya uda deki. Ningekuvua nguo zako hizo, yaani madalali wengine jamani. Sasa kile chuma naingizaje wageni, mbona ni aibu? Karibu bila shaka. Hye ndonachi ndiyo, nikusaidie nini? Wewe ni msichana mzuri sana na hauendani hayo mambo unayoyafanya. kwa nini unamloga mume wako? Waidon dada, umepata wapi hizo habari? Ni nani kakuambia hayo maneno? naanzaje kumroga mume wangu? Yani binadamu wasiona, watu wametulia nyumbani kwao, wanawtaftia tu visa vya kwenda kuwachafua. Nani aliokufikishia wa ujumbe kwamba mi nimemroga mme wangu? Hivi dada angu, ukiwa wewe umekaa nyumbani kwako kwa unatulia, alafu unapakaziwa maneno kama hayo, ungejisikiaje? Punguza, inabidi umwambie mume wako ukweli haraka sana, lasi sivyo kutakuta kitu kibaya bilashaka. Sasa Mundu kashaanza kunianika hivi mapema? Sura yangu mi naiweka wapi? Nitamwambiaje mume wangu? Nitakaje mbele za watu? Nitapitaje mimi? Nashindwa hata, naogopa kutoka nje. Mume wangu naanzaje kumwambia? Lakini inabidi tu nimwambie ukweli. Sawa, nitamwambia, japokuwa ni ngumu, nitamwambia. Ila Samundu, hapana. Mundu, nipe cho kitu kilichokuwa nacho. Kitu gani? Afu mbona mbona unisalimia siku hizi? Adabu shakushinda. Nipe cho kitu kilichokuwa nacho. Kitu gani unakitaka, una kitaka kita, mbona kunivuruga? Naomba cho kitu kilichokuwa nacho mfukoni. Jamani, eh, mwanamke mnamuolewa kweli? Una kitu gani mfukoni mwangu?